Uh, jioni ya leo uh, tunakwenda kusikia neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Godfrey Ngonela. Uh, ni mhudumu na mwalimu katika kanisa hili la Injili Halisi na Yesu Kristo aliye hai Tanzania. Haleluya. Haleluya. Twende tukasome neno la Mungu. Tutasoma kitabu kile cha Mathayo sura ile ya kwanza mstari wa ishirini na wa ishirini na moja halafu tutaenda kusoma kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya nne mstari wa kumi na moja na wa kumi na mbili na tutaenda kusoma a, kitabu kile cha Yeremia sura ya thelathini na mbili mstari ule wa ishirini na sita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 Uh, wa kumi na moja na wa kumi na mbili sura ya nne kitabu kile cha Matendo mstari wa kumi na moja na wa kumi na mbili Yeye ndiye jiwe lile lililodharauliwa na nyinyi waashi, nalo limewekwa kuwa jiwe kuu la pembeni, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Tunaenda kusoma kitabu cha Yeremia 32 mstari wa ishirini na sita na ishirini na saba. Ndipo neno la Bwana likamjia Yeremia kusema, tazama, mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Haleluya! Ujumbe wangu jioni ya leo, kuokoka ni kuwa salama, kuokoka ni kuwa salama. Bwana Yesu asifiwe. Unaposema salama, maana yake unakuwa umelindwa, umekuwa protected, ndo tunaita usalama. Tunaposema usalama wa nchi, majeshi yanalinda usalama wa nchi mipakani, kote wanajeshi wanalinda wananchi, wanakuwa salama. Tunapokuwa hapa Mzungwi salama, maana yake kuna polisi wanazunguka huku na huku, wanalinda wananchi kuwa salama. Hiyo ni habari ya hapa duniani wanaweza ziviwe, lakini kuna maadui wapo katika ulimwengu wa roho, ambako ndiko kuna Shetani. Kwa mtu akimwamini Yesu akiokoka, anakuwa nalindwa huko sasa, katika nini? Katika roho. Kwa maana pia kuna maaskari na nguvu mbalimbali mbali katika roho zinazomwinda huyu nani? Mwanadamu. Haleluya! Tulivyosoma kwamba Yusufu akijiuliza uliza huyu mama amepata mimba, mbona hatujakaribiana? Haleluya! Ndio maana Mungu akamtokea hapo. Yesu, kumbuka, hajafanyaje hajazaliwa, akamwambia huyu naye, ona na mimba naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu Huyu ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Kwa hiyo ametangazwa Yesu hata kabla hajaja, kwamba atakuja duniani amwokoe mwanadamu. Alishaona mwanadamu ameshikwa na nguvu mbalimbali ya dhambi, ndio unaona wengine wanachakacha chakacha, wamepewa na mizimu na mababu kuwa waganga, mpaka wanafundisha watoto. Yote hiyo ni kazi za Ibilisi. Yesu anazaliwa ili waokoe kwenye hayo. Ha ha ha, Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuzaliwa ndio <saladio> maana, katika ile matendo, matendo nne, tumesoma matendo nne kwamba ile jiwe mliokuwa mnalidharau limekuwa jiwe kula pembeni, ile jiwe ambalo amelikataa waashi ndio lenye nguvu ah. Maana hakuna jina jingine waliopewa wanadamu kuokolewa ni jina la nani? ni jina la nani? Jina la Yesu Kristo ndio linalookoa mwanadamu, maana ilishatangazwa kwamba huyu utamuita Yesu, limetajwa jina hapo. Bwana Yesu asifiwe, kwamba huyu ataitwa nani? Yesu, na ndilo litakalo waokoa wanadamu na dhambi, ndio maana inasema hakuna wokovu kwa mwingine. Amen. Hakuna wokovu kwa mwingine, ni jina lipitalo majina yote jina, jina la nani? La Yesu Kristo, haleluya! Ndio nalitangaza jioni ya leo, jina la Yesu Kristo linalookoa wanadamu. Awe na mateso mbalimbali, awe na shida mbalimbali mbali, awe na kitu chochote ambacho hakiwezekani, yupo Yesu anaenda kufanyaje? Kuokoa, hashindwi ni jina linalopita majina yote jina walilopita Adam, sio jina la mganga, sina jina la mtu yeyote unayemfahamu, sijumwa na Malunde. Hapana, haliwezi kuokoa Amen. Jina la Yesu tu ndio linaloweza kuokoa, jina la mchawi haliwezi kuokoa, jina la mganga haliwezi kumwokoa mwanadamu, jina la mtu maarufu yeyote Sijui Bill Gates sijui, sijui nani ana mahela mengi, haliwezi kumwokoa mwanadamu. Tumepewa jina moja tu, jina la Yesu Kristo wa Nazareti lipasaa kuokolewa kwa mwanadamu yoyote, ni jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya, ndio maana. Bwana Yesu asifiwe katika Yeremia ile 32 mstari ule wa 26 na wa Anasema mimi ni Mungu wa wote wenye mimi ni Mungu wa wote wenye mwili, hakuna neno lolote lisilowezekana. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Hakuna jina lolote linaloweza kumwokoa mwanadamu ni jina la Yesu, maana yeye hashindwi na neno lolote. Bwana Yesu asifiwe. Unayenisikiliza ndugu yangu, popote pale ulipo, kimbia kwa Yesu jioni ya leo, maana Yesu hajashindwa na jambo lolote. Yesu hajashindwa na jambo lolote. Ni jina atamu apalo. Unateswa na magonjwa, unateswa na roho ya uzinzi na ukaba, unateswa na tamaa mbalimbali, yupo Yesu jioni ya leo, hata kuokoa kufungua hata kupana hata kutaa nguvu za brisi Yesu Kristu ni katika yote. Yesu Kristu ni mwamba, hakuna jina lolote, hakuna jina lolote tumeope wanadamu ni jina la Yesu Kristu wa Nazareti wana mami ni mganga siku ya leo, funguka akili, funguka ufahamu wa Yesu Kristo, maana yeye ni yote katika yote. Unauma, usidanganywe na mganga, usidanganywe na nguvu zote, au sauti au taarifa, maana yupo Mungu muweza wa yote. Haleluya, haleluya! Tuko mahali hapa tunatangaza habari za Yesu Kristo, maana ametutoa kwenye <na wali> uharibifu, ametutoa kwenye nguvu, tunalindwa, tunalindwa Yaani iko hivi, kama ujui, ukienda okay, kwa mganga anakupa mapepo, yaani anakupa nguvu za giza. Zikija nguvu zingine kubwa kuliko za kwake, zinakandamiza ile nguvu. Kwa hiyo, unajaa unajaa na mapepo, utaenda tena kwa mganga, tatafuta kubwa kidogo, linakandamiza ile nguvu. Haleluya! Kwa hiyo, ghafla unatembea na yale mapepo mengi. Ndio nasikia mtu sasa anasema ana mapepo maelfu Alienda mahali mahali, akapewa mapepo mbalimbali, ndio yamekaa mwilini mwake, lakini hayawezi kumlinda. Maana taabu inabaki pale pale, kwa sababu hakuna jina jingine zaidi ya Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye anaweza katoa yote hayo mapepo na kuweka kando, mtu anakuwa salama. Yani mtu akiokoka anakuwa salama, anakuwa salama na nguvu na mitego Weo waganga wameweka masamba njiani na kila mahali, lakini Yesu Kristo atakulinda. Maana ni Mungu, ni Mungu wa wote wenye mwili, ni Mungu wa wote wenye mwili. Hakuna neno asiloliweza, ni Mungu amemuumba. Ni nguvu tu za giza zimemshika. Kimbia kwa Yesu leo, kimbia kwa Yesu leo iwe mchawi, ni nguvu za giza zimemshika. Iwe mzizi, iwe jambazi, iwe mtu yoyote anayeleta uharibifu, ni nguvu za giza zinatembea pamoja naye. Yesu washindwi na lolote. Kimbia leo kwa Yesu, kimbia leo kwa Yesu. Unajua hata sasa kamvua kamenyeshanyesha kidogo, anaanza kufikiria mtu mganga na kuangalia madawa mbalimbali aliyopewa na mganga. <laughs> ili akaweke kwenye mbegu aende kufa... kufanyaje kupanda, kupanda. <laughs> Umedanganywa, haleluya, umedanganywa. Sasa nakwambia, lipo jina, jina la Yesu. Utatamka jina la Yesu, mbegu yako italindwa, itakua kuchukua mazao. Hakuna mtu atakuja kuharibu chochote katika shamba, utataja jina la nani? La Yesu, iwe kwenye biashara, iwe utapo, iwe ema, Yesu atalinda, maana nalitaja jina la Yesu Kristo. Nakwambia hivi, iwe mchawi, iwe mganga, hawezi kushindana na Mungu, maana wote wenye mwili ni Mungu amewaumba. Si anasema mimi ni Bwana wa wote wenye mimi ni Mungu wa wote wenye mwili, wote wameumbwa na, na Mungu ila shetani maavamia. Ndio maana mtu naona anafanya ma, maovu mambo mabaya, anawatanganya wenzake kwa kuwapa tu dawa, analoga wenzake, anachukua mazao ya mwenzake mwingine mpaka anajivuna kwa sababu ya ile nguvu ya ibilisi. Shetani hawezi kumshinda Mungu. Mungu ni yote katika yote, Mungu ni mwenye nguvu hasame na jambo lolote. Maana Mungu alishaona wanadamu wanateswa na Ibilisi, ndio maana akamtuma Yesu. Naye atazaa mwana na utamwita jina lake Yesu, ndiye atakayeokoa wanadamu na dhambi zao Anasema na watu wake na dhambi zao. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Kama nasikia sauti hii, popote unaposikia sauti hii na kuita kwa huruma ya Mungu cuani ala pendo wa mungu es kwa Yesu ufunguliwe, kimba kwa yesu upate uwe salama, watoto na familia muwe salama. Haleluya. Yesu Kristo ni yote katika yote. Amen. Ni Mungu mwenye nguvu. Hashindwi na jambo lolote. Hashindwi na sauti. Maana yeye ndiye alichukua laana zote pale msalabani. Iwe watu walikutamka mabaya, iwe wengine waliwaza mabaya, iwe walitamka kwa ukoo mababu na mababu. Lakini yeye alichukua laana zote pale wapi? Alipoingikwa pale msalabani. Maana alichukua dhambi zote, alichukua magonjwa yote, alichukua tabia mbaya za watu wote, zikapelekwa wapi? Msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Yesu ni yote katika yote, hakuna Mungu mwingine zaidi yake. Ni Mungu awezaye yote ni Mungu anayefungua mwanadamu, awe ameteswa na jambo lolote, awe ameteswa na dunia, awe ameteswa na upotevu, awe ameteswa na uasi, awe ameteswa na kila aina ya uharibifu hapa duniani, Yesu Kristo anaweza kumfungua. Bwana, tunahubiri habari zake joni ala, tunahubiri habari zake joni ala. Wewe popote pale ulipo, unaposikia sauti hii anakuita kwa, kwa upendo wa Mungu kwamba mwamini Yesu kwa Bwana na mwokozi wa maisha yako, mwamini Yesu, na hakuna wokovu kwa mwingine bali kwa Yesu Kristo wa Nazareti, bali kwa Yesu Kristo wa Nazareti anayetenda mema kwa mwanadamu, anayeokoa na kuponya, anayefungua wa mwanadamu ni Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe kijana, wewe baba, wewe mama sikia sauti uiso hatai dini yoyote, maana dini hata Yesu alizikuta dini hata Yesu alizikuta hizi dini. Bwana Yesu asifiwe! hata hawa Walumi aliwakuta. Haleluya, haleluya! <guluhi> hey, dini zilikuwepo. Hatuongelei habari za dini, tunaongelea habari za Yesu Kristo wa Nazareti anayeokoa. Ndio maana mtu yuko kwa dini, lakini ndio huyo huyo mganga, anawadanganya watu, anashikwa na nguvu za giza, ndio anatembea nazo. Ana dini, lakini mzinzi, mlevi, anaenda kwa mganga, analoga wenzake, anachukua mazao ya wenzake, anachukua fedha <laughs> dini haiokoi. Huyu bado hajampokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi ili amwokoe kwenye tabu hiyo, maana hiyo ni tabu, huko ni kukosa usalama. Ndio maana tunasema mtu akiokoka amekuwa salama. Amen. Amen. maana nguvu mbalimbali mbali atashindiwa na Mungu, maana yeye awe ashindwe na jambo lolote? Yesu Kristo ashindwe na jambo lolote? anaweza yote anafungua wanadamu, anatenda miujiza, anaokoa na kupona. Popote pale ulipo, kimbia kwa Yesu, kimbia kwa Yesu, wewe baba, wewe mama, maana kwa Yesu utakuwa salama. Hutaonewa na ibilisi, hutaonewa na mchawi hata kuja kukalie, maana yupo Yesu atakaye kulinda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa, haleluya. Yesu Kristo ni bwana wa wote wenye mwili. Yesu Kristo ni bwana wa wote wenye mwili. Mkimbilia Yesu tena, huwezi kushinda dhambi bila Yesu, huwezi kushinda. Mwingine anasema niwape masikini fedha, lakini bila Yesu haiwezi kukusaidia bila Yesu haiwezi kukusaidia. Ndio maana Korinelio pamoja na kufanya yote ile matendo kumi, lakini aliwaambia ali, aliambiwa aende kwa mtu mmoja anaitwa Petro ili amwambie ya kufanya ili ampokee Yesu kwa Bwana na Mwokozi, pamoja na kwamba ametoa sadaka nyingi, ametoa fedha nyingi kwa watu mbalimbali mbali akiamini kwa kufanya vile atamwona Mungu. Bwana Yesu asifiwe! Lakini aliambiwa kuna mtu atakwambia jambo zuri, pamoja na hayo unayofanya ni sala. Haleluya! kasome hiyo matendo kumi. Ndio maana akaenda akamfuata huyo Petro huko alikokuwa, alituma wafanyakazi wake wakamfuate. Ndio wakahubiriwa kama hivi tunavyokuhubiri, ndio wakaokoka na kumpokea Yesu kwa Bwana, yeye na familia yake, ndio akapata kibali cha kumwona Mungu ha -ha -ha -ha -ha. Akapata kibali cha kumwona Mungu aliye hai huyu Kornelio. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tuliitwa kuhubiri injili Mfano nadhani ni mema sana kama hujaokoka ni bure. Huwezi kumwona Mungu mpaka uamini jina la Yesu Kristo. Kumwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi katika maisha yako na kuanza kutembea katika amri na sheria zake. Na utakutana naye, atakubadilisha kabisa. Hata hayo unayofanya utaona kweli namna ya kufanya ni ya Mungu. Ha na kwamba ndugu yangu, popote unaposikia sauti hii, njoo kwa Yesu Kristo, mpokee Yesu Kristo, maana uokovu ni sasa, si so, utaokoka kesho kesho kutwa, maana hatujui saa wala dakika lini tutakufa mimi na wewe, hatujui, hatujui saa, hatujui sekunde, hatujui wakati utakaokufa. Wakati wa uokovu ni sasa unaposikia sauti hii iyo Mungu upate thawabu, upate usalama. Hata watu wengi sana wanagongana, iwe katika nchi, iwe katika nini, ni kukosa Mungu. Haleluya, kwa sababu Mungu ni wa amani. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akawa na Mungu atapata namna nzuri ya kufanya mambo, mambo ya amani. Kimbia kwa Yesu kwanza huwezi kuongea ovyo ovyo. Utaongea yale kwa sababu unakuwa na akili. Ukimpokea Yesu unakuwa na akili. Kolos, eh, Tito tatu, tatu. Ukimpokea Yesu unakuwa na akili Tito. Haleluya! Ukimpokea Yesu unakuwa na akili unaanza kwenda sawasawa na mashauri ya Mungu, sawasawa na maelekezo ya Mungu, unaanza kwenda sawasawa na Mungu anavyoagiza, unaanza kutenda sawasawa na yale Mungu anayotaka mwanadamu ayaendee hilo ndio tunalopaswa kutendea nalo wote wanadamu, maana wote sisi ni wa Mungu, wote sisi ni wa Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya! Popote napasikia sauti, mwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, maana Mungu wetu ni mwema, amelileta neno lake neno lake, ili lituokoe na uharibifu. Maana alizaliwa Yesu ili awokoe wanadamu na dhambi, na ndio maana aliendelea kusisitiza kwamba hakuna wokovu, ni jina moja tu tumepewa wanadamu, jina la Yesu Kristo wa Nazareti, jina nalokoa, jina naloponya, jina nalofungua mwanadamu ni upendo ulioje wa Mungu kwa mwanadamu. Haleluya, haleluya! Kimbia kwa Yesu, utapata usalama. Haijalishi mlitenda mambo gani makubwa unayoyajua mwenyewe, labda nadhani kuua mtu ndio kosa kubwa sana, lakini Yesu atakusamehe kabisa. Utakuwa kiumbe kipya, utakuwa mpya, atafuta yote, kwa sababu alizaliwa kwa ajili hiyo kuwaokoa wanadamu na, na dhambi zao. Jina la Bwana litukuzwe amen, haleluya amen. Karibu mtungaji.